Nimesimama katika ardhi hii ya shule ya Masoka. Mungu liye hai, Mungu tendaye, Mungu fanyaye, ninawaombea wanafunzi wa shule hii, ninawaombea Yesu Kristo, katika jina lako takatifu ninawabariki kwa uweza wako. Wapo kidato cha kwanza, wapo kidato cha pili, wapo kidato cha tatu, na o yao ninaomba ufahamu katika masomo yao, katika jina la Yesu. Roho zote za shetani ambazo zinaleta uzito kwao, roho za magonjwa na leta chito, kwa jina ma la Yesu, mapepo na majini ninasambaratisha kwa jina la Yesu. Kila madhabahu za giza, roho za uzito zote ninaziangusha kwa jina la Yesu Kristo. Ninaita damu ya Yesu juu yao, ninaita damu ya Yesu juu, ninaita damu ya magonjwa ya tumbo vidonda vya tumbo vyote niwaachie wanafunzi katika jina ya Yesu. wesa ukoo vifungo vyote walivyo

somo la hesabu inaombea, somo la Kiingereza inaombea, fizikia inaombea, kemia inaombea, biolojia inaombea, masomo yote katika jina la Yesu. Jina lako ziwa kunze, Mungu wa elimu inafungua ufaulu kwa, inafungua ufaulu kwa. Hebu jitamke mwenyewe, sema nitafaulu kwanza la nitafaulu kwanza la nitafaulu kwanza, ukio na furaha nitafaulu kwanza, nitafaulu

baakili wanafunzi wetu wape akili wape akili wape akili katika jina ya Yesu. Ninaomba kwa ajili ya walimu wote, Mungu iyaha anawasimamisha baraza uwepo wako, hawawezi wenyewe, hawawezi wenyewe, ila Mungu unawawezesha Yesu, Mungu wao, wanapofundisha wape uwezo, Yesu, wape walewa Yesu, wakafundisha kwa viwango, wanafunza wakafaulu. Tunatangaza mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano wakoye, mwaka matokeo makubwa, mwaka wa faulu mkubwa juu ya shule ya Masoka. Tanzania ikatambua Masoka, Afrika ikatambua Masoka, katika jina Yesu, Masoka ikainuliwa. Sana katika jina Yesu, hakuna kufeli hapa katika jina Yesu. Nakata roho zote za shetani. Mungu asante, mkono wako ni hodari juu ya wanafunzi wao, utawaacha walimu wala wanafunzi wao, utaiacha shule ya Masoka, bali utaiaga apomakoma. Unaumwa kile kifika mitihani, we unaumwa, haujisikii salama, hebu weka mkono panapokuuma nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wanafunzi hawa wameweka mikono maeneo yanayoumwa, naita neema yako ya uponyaji kwenye mili yao, naita neema ya uponyaji katika mili yao. Magonjwa yote ondoka, wachi wanafunzi hawa, magonjwa yote, majini, mapepo, rezi za kima juu yao, ninaamrisha kwa jina la Yesu, toka achia wanafunzi, toka chia wanafunzi, toka chi ya wanafunzi, roho za ukoo, roho za kabila, roho za magonjwa Natangaza wataumwa, katika jina la Yesu, yu hai! Pepo ya mdena vatumba ondoka, ondoka, waacha wanafunzi ao, waacha watoto wa kike, waacha, waacha kwa jina la Yesu, toka uende. Mifungo yote, mifungo ya shitani toka, achia maisha yao, achia masomo yao, achia ufaulu wao, achia, kwa jina la Yesu, yu hai. Natangaza uzima kwa jina la Yesu Kristo, Kristu yu hai.